Kwanza kabisa tunapenda kuwashukuru waandishi wa habari, mashabiki, wadau wa bari, wa shabiki, wa dawa, muziki na wageni wote ambao wameweza kufika leo hapa. Karibuni sana Montana VIP Lounge. Lengo kuu la kufanya press hii ni kuelezea maana ya uzinduzi wa bendi mpya jini Dar es Salaam ambayo ikiongozwa na bwana Kiuchila. Tukio hii itafanyika hapa Montana VIP Lounge Jina uh, la bendi atatambulisha mwenyewe. Ni kukaribisha Kiuchila Savimbi. Baby, kwanza niseme asante sana kwa fursa hii, asante kwa Montana, asante kwa bosi wangu madam Montana, lakini asante pia kwa meneja na uongozi mzima wa Montana. Tarehe kumi na tatu mwezi Februari itakuwa ni siku ya kihistoria, siku adhim, siku ya kipekee, siku maalum kabisa. Kikao cha watu wazima, umeona? itakuwa na kikao cha watu wazima. Uh, kwa miaka kama mitatu miwili sijaperform da na sijaperform na bendi due to some situations lakini nashukuru mawazo ambayo bosi wangu Montana amekuja nao au Montana Lonjo amekuja nao, tulipokaa chini wakasema kwamba tunataka Montana iwe na muonekano tofauti, iwe mpya. Of course iko kwenye peak, lakini iendelee kuwa pale ambapo inastahili au ina deserve kuwa. Kwa hiyo powered by Montana Q Chillah and the band, Q Chillah and the best band. Kwa mara ya kwanza, narudia tena, kwa mara ya kwanza Niwakaribishe wadau wote na mashabiki wangu wote na mashabiki wa Montana Lodge. Tunakutana hapa kwa tukio mmoja tu adhimu. Show yenye hadhi na heshima yake tarehe 13. Kwa nini tumeifanya tarehe 13 kuepuka msongamano na ghasia za burudani nyingine? Ili watu wape attention kwa tarehe hii tu. Trust me, tunakwenda kufanya kitu kikubwa na kizuri. I I know what my people want. I want to feed them chakula cha ubongo madini ambayo hayapatikani patikani ovyo. Nimekuwa nikitembelea bendi nyingi tofauti, kupata experience, kujifunza utamaduni, kusikia saundi mbalimbali za bendi. I must say I respect and I had enough time with you, lakini sasa na nyinyi karibuni kuangalia bendi yangu tarehe 13 uafanya show live na tarehe mm -hmm, kumi na tatu, na jambo lako unajipangaje? Kwanza na labda kutakuwa kuna support ya wasanii na legend kama wewe ili kutia nguvu na support kwa siku kama ya tarehe kumi na tatu. Siku hizi nalala mapema saa moja tu, saa mbili nimeshalala ili niwe kijana zaidi, niwe active, niwe na nguvu kijana na kuendana na kasi ya, ya wakati. Kwa hiyo mindset imetulia Unajua hizi kazi zinataka utulivu, lakini tulivyoongea na madam, tulivyoongea na uongozi it could be a long term issue or a short period issue, lakini lengo ni kutoa burudani au kudeliver kile ambacho pengine mtu mwingine hawezi kudeliver, na imani katika mimi na imani katika Mwenyezi Mungu na na imani katika kile ambacho anachofanya watu waje. Umekuwa na utamaduni, mtu anasema tafanya hivi, tafanya hivi, tafanya hivi Mi siwezi kuongoka, nahisi kama Mungu amenijalia kitu ambacho watu wanahitaji kukiona. Siwezi kuwaonesha mpaka wao waje Montana tarehe kumi na tatu so karibuni sana. Uh, the best, uh, band, Ibu, kwa muda mrefu, au anaizindua, ndio tunakwenda kuizindua. Ni mawazo ya watu wengi, mawazo ya madam CEO, mawazo ya meneja hapa na wengine ambao wako hapa wa mtaa wameona kwamba kuna haja ya watu kupewa burudani nayo. Uh, so kivi sio mnakata tu viuno vingi uh, uh, mambo yaendane uh, na na theme kawaida, kitu uh, kama hivi uh, launch kama hizi uh, kama hivi watu wanakuwa na wanachagua kuo celebrate yani, labda tabango nyekundu taa, tabango nyeupe kwa kuleta nguvu zaidi ya show, labda mlipanga tresi yoyote kwenye tarehe kumi na tatu. Labda nimsaidie kwa event kama hii ambayo inaenda kufanyika ya kuchilla, hatutaki kumbana mtu yoyote, we enjoy, imradi umependeza Unavyo feel wewe umependeza unaonekana. We are dealing with decision makers. Yes. Watu ambao sasa hivi wanafanya maamuzi, tuliambia zamani. Kwa hiyo wao wow, ukiwapangia sasa wavae vipi, unamtoa mtu kwenye mfuko. Kuna mtu kachukua nguo yake Marekani, ndo anataka kuja kuivaa siku hiyo hiyo, unampeleka tena kwa funja, bei te. Unaona bwana, wakavae nguo nyekundu, tai nyekundu, mapenzi. Wengine hawana mume, wengine hawana mke kama mimi Ayu tu lakini, pia tukumbuke uh, Montana kidogo, tuna desturi ndefu kidogo, tumefanya event na watu tofauti. Hii itakuwa event ya kipekee ambayo tukafanyika mkesha wa Valentine, lakini tukasema isiende hivi hivi, lazima kidogo tuitengenezee mazingira na muonekano. Tunasema Valentine bila drama. Sa, safari hii tumekuja na Q Chillah anafanya launch kabisa ya, ya bendi yake, lakini tutaita Valentine bila drama, tutakaa hapa tarehe kumi na tatu, tutafanya launch ya bwana mkubwa, lakini tusisahau tarehe kumi na nne burudani zitakuwa zinaendelea hapa tukiwa na winners bendi, burudani zitakuwa zinaendelea, lakini nguvu mashaka na kila kitu tunachia tarehe kumi na tatu na tarehe kumi na nne. Kwa hiyo tunawakaribisha watu waje tarehe kumi na tatu tarehe kumi na nne pia waje kwa sababu kichila hapa ni nyumbani kwake, hapa ni kwake. Yani mpaka sasa hivi tunavyozungumza, kichila anaona upo nyumbani yeah. Kwao sisi kama montana tumempa yeye mikono miwili na bosi amepress kwenye chakula, sisi tuna mashaka kwenye vinywaji. Usiulize hii montana, sema burudani, chakula, uenjoy hapo. Chakula hapo, jana nimekula ule wali na yeah. samaki yeah. Nikamuulizia chef mwanamke mwanaume, ukaniambia mwanaume. Nikasema ah, huyu ana matatizo, aiko sawa yaani ni daktari wa chakula. sawa sawa, trust me, kama ni mtu wa maakuli maakuli, this is the best place. Lakini pia kwa kuongezea tu, utakuwa uh, na wasanii wenzangu nimeomba nguvu kidogo, unajua ukienda vitani, ukiona silaha zimepungua unaeza ukachukua ile renegade ya kupigia hivi ile eh, au unaweza ukatumia kibomu cha kurusha jeni. takuwa na kivurande, wapenzi wa kivurande, wapenzi wa miduara eh, mambo fulani kwa kidole kimoja, kina mama wenye heshima zao na busara zao, manukato mazuri, maalhudi manini, kivurande atakuwepo na sisi. Kwa hiyo kivurande, nimekuwakilisha hapa, watu wako wanakusubiri, wanapenda sana na wameitikia wito, lakini pia tajaribu kuangalia kama tunaweza tukampata Papi Kocha, tukampata Banana. Hawa ni watu ambao nimefanya nao kazi, kuna jinsi ya kuzungumza nao. Nimeanza kuwaalika mapema na wengine wengi ambao wana talent, na wana nishati ama mvuto wa kuita watu. Kama una mvuto baki nyumbani. Hey, dada zangu, dada zangu watoto eh, ambao wanamiliki huu mji, watu na heshima zao, decision makers kina Irene Warrior, eh, Madam Shishi, naona jana wamenipigia tu wote, tarehe kumi na nne, nami nakukaribisha hapa tarehe kumi na tatu ili twende wote huko tarehe kumi na nne. Nipe nikupe, naitwa hiyo. Naona eh? Uh, watu wa mpira, asababu so mi pia ni mtu wa mpira, kaka zangu ambao mnafeel kuja, watu wa industry ya Bongo Movie ambao mnafeel kuja nawakaribisha siwezi kuwataja watu wote kikubwa nataka kuimba nataka ku-expose talent yangu taaluma yangu kipaji changu nataka nisogee karibu na fans wangu na watu wangu And the only place ya kufanya haya yote ni Montana Lounge ni siku ya tarehe kumi na tatu njoo wewe tu na nguo zako na hela yako tuvyo tutafukuta upote uh, si, alipo inapenda sauti yake, nikamwambia wa watu wamekumisi. Pia niko kwenye process ya kukamilisha hilo dude, lakini tayari tumeshawekoa. Kwa nini hawa watu? Najaribu kuangalia soko, najaribu kuangalia bidhaa yangu ambayo naipeleka sokoni kwa muda huu na soko ambalo linahitaji kitu gani. Kwa hiyo watu wafike kama Montana Lodge tarehe kumi na tatu we have a lot to talk. Nataka nianze kuanzia nyuma. Unajua peke yangu, unajiongoza kwenye milima, mimi napanda kwenye mambo, siulize za wewe, nikilala huko natembea step to step, naelewa. Kwa hiyo watu wangu waje, trust me, nimeenda show nyingi sana, experience show nyingi sana. Naweza kumsifia Bela kwa sababu i want to do twice as do so. Kwa karibuni sana, na kama ana show vile vile tutamwalika mkubwa. Sema shukrani, tegemee oi kubwa, tegemee kitu kubwa kutoka kwako, kwa sababu watu wametumizi kwa muda mrefu na wanajua sauti yako. Hivyo vipi, na watu hawapendi kuona Q Chillah katika stage, lakini wanapenda kumuona Q Chillah akiwa kwenye stage anahisia ya karibuni sana um, sasa kuelekea hii tarehe kumi na tatu ni hivi, mkakati mzima mpango mzima umekaa hivi, utakuwa kuna mabadiliko hapa Montana Lounge ya mwonekano. Kwanza kama ulikuwa unakujaga umeshapazoea, basi kisaikolojia kabisa jiandae kabisa kisaikolojia kwamba pale patakuwa tofauti. We're gonna decorate this place. We're gonna make it look nice to please you. Customers. Lakini pia tukasema kuna watu wanapenda meza maalum wawekewe utepe wao, kuna watu wanataka private, tuna mto wake kamtoa Marekani huko kamleta mpaka hapa, kiumbe wa watu anataka aonge naye baya na kwa baya, na siku ya mahaba unabidi wapatie meza yao ya faraga kidogo. Hii meza itakuwa na vitu kadhaa kadhaa, utaelekezwa, utailipia shilingi ngapi lakini ukiendelea kufuatilia ukurasa wangu na ukurasa wa Montana Lounge utapata info za kutosha. Meneja umepanga kiingilio ama umepanga meza ama, tutawajuza kadri siku zinavyozidi kusogea, wajiandae kisaikolojia. Sasa tutawajuza siku zinavyozidi kuendelea, lakini wasasaa kutakuwa na kiingilio cha kwanza cha leku la kile shilingi elfu kumi lakini pia kwenye maswala ya meza, wafuatilia kwenye peji yetu na ya kichila akwata, tutarajuza nini ambacho kenakufanyika. Hii nadhani ni haya tu, nashukuru sana. Kwa niaba ya Montana Lounge, kwa niaba ya CEO, kwa niaba ya meneja wangu na mimi mwenyewe chief, nasema asante kwa waandishi wa habari waliokuja kwenye press hii. I appreciate for your time and your work.